Wazee mke na mume watimiza ndoto ya kwenda hija baada ya miaka 40. Katika simulizi ya kuvutia inayodhihirisha imani isiyoyumba na uvumilivu wa kweli, mzee mmoja kutoka Indonesia ambaye ni mfanyakazi wa usafi pamoja na mkewe, wametimiza ndoto yao ya muda mrefu ya kwenda kuhiji mji mtukufu wa Uislamu wa Makka, baada kujaribu ya kujaribu miongo minne ya kuweka akiba kidogo kidogo. Safari yao ya kipekee kuelekea Makka ilianza kupitia kituo cha mpango wa wa Makkah Route kilichopo Solo nchini Indonesia Wakizu akizungumza na shirika la habari la Saudia, CPA Haji Legman alieleza furaha yake kubwa kwa maneno yaliyojaa hisia. Furaha niliyonayo haiwezi kuelezeka, sikutegemea kuwa siku moja nitaiona Kaaba kwa macho yangu mwenyewe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kisha kila mtu aliyechukua sehemu katika kutusaidia, hasa wale wanaosimamia mpango wa Makkah Route, ambao wameifanya safari hii kuwa rahisi kuliko nilivyotarajia. Akisimulia jinsi walivyoweka akiba kwa miaka mingi, alisema nilianza kuweka Akiba mwaka 1986 kwa msaada wa mke wangu, tukiweka kiasi kisichozidi rupia 1000 sawa na shilingi 200 kwa siku, licha ya hali ngumu ya maisha na kazi ngumu ya kukusanya taka mitaani. Licha ya changamoto zote, hatukuwahi kukata tamaa. Mimi na mke wangu tuliendelea kuweka akiba kwa uaminifu hadi hatimaye tukafanikiwa kujisajili kwa ajili ya hija ya mwaka huu. Haji Legman na mkewe waliishukuru kwa dhati serikali ya ufalme wa Saudia kwa huduma bora walizopokea kama mahujaji kutoka Indonesia. Walisisitiza jinsi taratibu zao zote za kusafiri zilivyokamilishwa kwa urahisi, ufanisi na weledi mkubwa na timu ya Saudia katika ukumbi wa Makkah Route uliopo Solo. Kwa Waislamu duniani kote, simulizi ya Haji Legman ni somo la imani, subira na matumaini, kwamba kwa kuwa juhudi na dua ndoto ya kuhiji inaweza kutimia hata kama inachukua miongo kadhaa. Mimi ni Ibrahim Rajab. Karibu karibu, tukuhudumie. Asante sana, nahitaji mashuka yaliyo bora kabisa. Hapa tuna kila aina ya mashuka kutoka Dubai na Uturuki, lakini pia tuna maduveti bora kabisa. mm. Oh, kweli. Kama unahitaji mashuka mazuri na yenye ubora wa hali ya juu, bila shaka hapa ndo mahali pake. <laughs> Okay, nice. Nimependa sana uimara wake, rangi zake, material yake, kila kitu kinaonekana bora na original kabisa. Naam, mm, sisi ndio mabingwa wa kuuza mashuka quality kwa bei nafuu za jumla na rejareja reja. <laughs> wow, I'm very impressed. Karibu mashuka safi Tanzania, tunapatikana mikocheni a mtawa tuvikiwa opositi na vunja bei, hapa ndipo utakapopata ubora wa kipekee kwa maelezo zaidi, tupige simu namba 07 15, 26, 74, 61. Instagram ni mashuka safi Tanzania.